wa kuchuja kuhakiki taarifa. Unadhani kwa nini maudhui hii? Bahati nzuri sikuijua, ndio hapa alikuwa ananong'oneza Sheikh Nuruddin, mada yako hii. Kaambia sisi bwana wandengereko kule kwetu, kuna samaki twamwita perege na perege ukimtia kwenye maji huwezi kumfundisha kuogelea. Kwa nini mada hii? Kwa sababu kiasili tuna maneno mawili, kiasili tuna nabaun na tuna khabaru. Ndiyo maana ililetwa mada hii, naba na ndiyo iliyokusudiwa hapa tukio zito lenye kushtua au lenye kuvuruga vichwa. Kuna taarifa tu ambayo haiwezi ikatushughulisha, ila wenye matatizo ya akili au hawana kazi ya kufanya watahangaika na habari. Kwa masawe kuna kunguni, hatuwezi kujadili kunguni wa masawe. Hii ni habari. Lakini ikitokea taarifa inasema, mziwanda kafa, tulia. mziwanda gani? Inawezekana yule mwanamuziki. hiyo ni naba. Usije ukajitwisha, jamani, mziwanda kafa. hawa akina mziwanda wako wengi, hiyo ni naba. sasa Shekh Nur alipoleta maudhui hii umuhimu wa kuchuja na kuhakiki taarifa, ameikusudia taarifa inayoitwa naba. Angalia katika Qurani, ama yatasaaluna ani nabai, kwa sababu ni qiama ni naba. Kwayo tunaposema umuhimu wa kuchuja taarifa kuzi hakiki tunakusudia zinazoitwa naba. Na hapa tuta, tutafanya kikorombwezo cha maudhui hii maneno haya, wa maafatul akhbari illa ruwatuha. Hii ndio itakuwa kachumbari ya maneno yangu, wa maafatul akhbari illa ruwatuha. Hizi taarifa hazina shida, shida watoa taarifa kashashiba vikombe saba vya alkasus mujarab, anaitoa taarifa asiyokuwa na hakika nayo, huku akiapa kwa majina ya Allah. Ulikuwepo? Haoni shida kusema wallahi, nilikuwepo. Wacha nitoe mfano, munivumilie dakika kumi na tano. Nawaambia watu siku zote mi gari langu la kichina kwa ngaurias nikitembea sana ndio linachanganya. Inawezekana ikachanganya nikiwa na dakika 15, ndio nachanganya hapo. Utanishtua. Natoa mifano miwili. Kuna baadhi ya watu wanaojulikana kwamba ni wanasuna, wanasomesha na kuwaambia watu masufi wanaabudia makaburi hii taarifa ni ngumu na ni mbaya inakwenda kuchafua Waislamu na kutengeneza chuki. Matokeo yake wale wanaofundishwa inafikia kuwachukia wale kwa sababu ya dini, wameaminishwa masufu wanaabudu nini? Makaburi. Tuvumilie umuhimu wa kuchuja na kuhakiki taarifa, hata kama wapo baadhi wanafanya hivyo aa la yalzamu min alqiyami biljuzi atasmiyatu bil kulli. Ukimwona mtu katika ukoo wa akina Mziwanda mcheza ngoma, haitafsiri kwamba akina Mziwanda wote wacheza ngoma. ukimwona mtu katika mashabiki wa Yanga kamweka bondi mkewe, haina maana kila shabiki wa Yanga ikicheza anaweka bondi mkewe. la yalzamu min alqiyami biljuz'i atasmiyatu bilkulli. Lakini mfano wa pili, Masufi wapo baadhi wanawaaminisha wanafunzi wao nitumie kwa lugha ambayo jina linalotumika Mawahabi yawampendi mtume. Wanawaaminisha hivyo Mawahabi hawataki kumswalia ya mtume, ni kuaminishana hawa. Wanawaita wenzao waabudia makaburi, na hawa wanawaambia wenzao etia wampendi mtume, hawamswalii mtume, swala zao zitakubalika. Yupo anayeswali bila kumswalia mtume kwa hiyo ni taarifa za kutengeneza, zinakwenda kutengeneza mlipuko mkubwa wa chuki na uadui. Wakati mwingine mtu analisema hili akiamini ni neno la kawaida tu, kullu lhawadith mabadauha min alnadhar. Utasafirisha hapo, chukua hapo, peleka kwingine. matukio yote haya unaweza ukaona chanzo kikuu kinawezekana kilikuwa ni kuona, wa muudhamu nari min mustasghari sharari, kama alivyopita mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano na amani. Ukiona mripuko mkubwa wa mahala una wa moto, basi fuatilia chanzo kilikuwa kicheche kidogo sana, kama ni umeme kiwaya na kiwaya kidogo tu matokeo yake ukapatikana mlipuko mkubwa. Ni neno gani unalisema mtu akaliona akalichukua akatoka nalo katika jamii, alafu huyo aliyesema inawezekana kuna maadui wanamtafuta. Na kanuni wenyewe wanasema watu wa falsafa, al aadau qaliluna ghaira anna alsinatahum tawila wal ahibau kathiruna ghaira anna alsinatahum kasira, yani kiasili mwanadamu maadui zake ni wachache sana mwanadamu, lakini Mungu amewapa ndimi ndefu, akisema zinavuma utadhani wa ana maadui wengi. Hata kwenye siasa vurugu mnazozisikia hizi, watu wenyewe kikundi cha watu fulani, hata kwenye pakacha wanajaa lakini kwa sababu wana ndimi kubwa, mnaweza mkasema watanzania wote wanasema, lakini kumbe Mungu ametengeneza kiasili wapenzi wa, wa, wa mwanadamu ni wengi, lakini hawajajaaliwa ndimi za kusikikwa. Sasa ukisema neno bofu, kuna hatari wakajitwisha maadui, kachafua hali ya hewa. Tuwe makini sana. Hata hawa hawa, hawa waliotajwa hapo wako live, wazee wa live wakati mwingine hawa nao ni shida hawa. wama afatu alakhbari, wama afatu alakhbari illa ruwatuha. Kwa sababu hawa hata kama wanashughulika na dini, tuweni wakweli, shida yao kubwa hawa, kuna kitu kinaitwa viewers. wama adaraka ma viewers, hawa ndiyo shida yao hata kama utamuona na sajida kama kiganja cha mkono la yuridu illa viwazan, shida yake ni viwaz. Litasemwa neno, ataandika kichwa cha habari, kichwa cha habari ambacho kinaweza kikasababisha aliyetazama tu kichwa cha habari asisikilize anayosemwa, akaanza kushusha mitusi Atatukanwa huyo aliyesema, siwezi kumsikiliza mchenzi, ukadha kadha kadha. Kasababisha nani? Swahibul viwazi, wa maafatul akhbari illa ruwatuha. Kuna umuhimu wa kuhakiki na kuzichuja taarifa. Huwezi ukaandika kichwa cha habari cha kuvutia ambacho akina, akina, akina ukakasi kinaandikwa kichwa cha habari watu hawajasikiliza, wa wanaanza kumtukana. Baadaye mtu akiamua kusikia ah, kumbe kasema hivi, lakini mwingine kupitia kichwa cha habari anachukia na anatoka na nawaitusitoelewa kwa, hata akisikiliza yeye akashajilazimisha, hataki kuelewa. Nini kilichosababisha kichwa cha habari cha hawa ashabul viwazi ndio haya ndio yasema shekhe, anasema kuna maneno ile rakakatul kalam, maneno ya ukakasi, maneno machungu. Sasa tuweni makini sana katika taarifa kuzipokea, lakini pia na kuzitoa aya 6 Suratul Hujurat, muda hautanitosha mbingu saba ardhi saba, aya hii ina vitu saba. Suratul Hujurat aya sita ina vitu saba, muda hautoshi, msikilize. Rabbul Izzati wal Jalal kwanza kawataka hili linalokwenda kusemwa, si kila mtu ataliweza, sharti awe na sifa ya imani kama una imani utaishi utakavyo. Allah anaongea na wenye imani, sio kila mtu mbugira, mbugira. ya ayuha alladhina amanu, kawataka hawa ili nawe uonekane ni muumini, jiingize hapa ishi anavyoelekeza Allah. ya ayuha alladhina amanu, nyanyuka ka sawasawa, sikiliza nini, Allah anaongea na waumini. injaakum fasiqun, kitu cha pili akatajwa mtu anaitwa fasik Tukikaa kwetu kule Rufiji hakuna medias, akikuuliza mtu fasiki ni nini, ni mtu mwenye tabia za kinyama. Kwa lugha ile ngumu, tunongone, walio nje wasisikie, mshenzi wa tabia huyu. Akikuleteeni injaa kumfasi kumfasikumbi ni jaa abio limekuja kufanya kazi ya taadia, sio amekuja, amewaletea Kaja unayo habari eh, mufti kapigwa. Usishtuke kwanza, mufti gani atakwetu Maputo, mufti yupo sikurupuka tu, mufti kapigwa! Na jamani, mufti kapigwa, silitokea mwaka juzi leto taarifa Messi kafa, Messi kafa, kumbe Messi wa mbaga la kijiji mtoni kijiji. Injaakum fasiqun huyu akikuleteni binabain, Mungu katumia akutu, akusema bikhabarin. Kitu cha pili fasik, kitu cha tatu ni naba. Shida ni naba binabain, kawaletea taarifa nzito inayovuruga vichwa vyenu, inayoshtua nyoyo zenu fa, usichukulie jambo la kawaida. Lugha ngumu imetumika katika aya hii. Mashekhe hawa wakikaa darasani unaweza ukaisiraha, kwa vitu alivyoviweka Mungu hapa, vokabrale alizozitumia Mungu kunako aya hii, mtu fasiki, mtu pori, mtu wahovyo, anawaletea taarifa nzito ya kushtua. Kabla hujasimulia mwingine, kabla hujaiandika katika simu yako, katika katika katika, la kwanza tabayanu, ihakikini hiyo taarifa ichujeni. jambo la nne hilo aliyeitwa. Kusikiliza ujumbe ni muumini, mtu huyu anaambiwa afuatilie mletaji, shida ni fasiki, kiwa cha pili, jambo la tatu ni naba, na jambo la nne atabayunu. hata katika sheria hata katika sheria Unapoulizwa suali lisikilize suali ujibu kwa mujibu wa muulizaji, akakae sawa sawa, kwa sababu katika masala ya hukmu kuna alhukmu ala lasli walhukmu ala sabab alhukmu ala lasli walhukmu ala sabab alhukmu ala lasli biikhtilafi lulama. Kwa mfano, ndoa ni sunna muakkada katika madhhabu ya Imamu Shafii. Hii ndio alhukmu ala lasli, lakini walhukmu ala sababi, mtu anamooa mwanamke kwa sababu babake alikuwa na ugomvi naye. Sasa anataka kumnyosha binti yake, atakoma huyu, anataka amuoe binti wa ambaye mgomvi wake ili akamtese huyu, hadhihi bitilka, hukumu inabadilika iini alhukmu ala sabab. Tunasema ndoa hii ni haramu kwa sababu la dharara wala dhirara. Fatabayan, lazima uhakiki Mtu anakuja tu anakuuliza, Shenurdini, kula nyama halali sio halali? ha, halali bwana. Nyama gani kwanza? nyama ndiyo ipi? hukumu ala asli. ah, nyama ya ng'ombe ikiwaje? alafu kuna alhukumu ala sabab, anayekula nyama ni mtu ambaye madaktari wamemkataza kula nyama nyekundu, alhukumu ala, ala sababu yaani ninakusagusa tu na liazi ndio inaanza kupata moto. Uhakiki, taharuki katika nchi, taharuki katika mtaa, taharuki katika jamii, maeneo yoyote. Mtu kalifurumsha neno, tutulie kufuatilia. Tasikia tu anatajwa babangu yule mzee anauza unga, Shekhe Bane, unga gani? Na wewe unahakika kweli? Hata ikiwa unga wa Bahareza, una uhakika na kiduka cha unga? Ilikuja taarifa kipindi fulani, tukawa tunavurugana hapa, alikuja Alhabibi popo bawa, Shekhe mji, ulipata taharuki kwa Alhabibi popobawa wa madharaka ma popobawa Yaani, mtu mmoja katulia, anavuruga jamii. Hawa mashehe akina Shehe Walidi walikuwa anavaa bukta pensi nini nguo, hata sita takbir. Hizi taarifa, mtamchukia kiongozi wenu mtamchukia imamu wenu kwa taarifa ambazo hamujazi hakiki. Anakurupuka mtu tu, imamu kaenda kununua kanzu mpya, kachukua hela ya mchango ya msikiti. Mmehakiki? Fata bayyanu haya manne kwa kuzingatia mawili ya mbele, antusibu kauman al isaba. La pili ambalo ni la sita bijahala, msije mkawa hukumu ama kuwashughulikia ama kuwaadhibu watu fulani kwa taarifa za kutengeneza. Bijahala tafsiri yake nini? Kumbe ili utoe hukumu, ili utoe taarifa, isiwe bijahala, iwe ala ilmin. Shida watu wengi wanafanya maamuzi bijahala. Na uhakika, hajui ukweli na uhakika wa hicho alichokipokea. Hakiki taarifa kwanza. maafa yake ni nini? fatusbihu ala ma faaltum nadimin, mtakuja kujijutia baadaye. Na sisi tumejijengea utamaduni wa kuvunja sheria. Watu wa sheria hawa akina Shekhe bane huwa wanasema arrujuu ila alhaqi fadila Yaani, mtu kukoma na kujirekebisha akarudi kwenye haki, ndiyo jambo bora, lakini mtu hawezi kukubali. Mtu anajua pale nilivurunda, anakomaa tu. Muda umenikimbia na ninahisi zimekwisha, kama haijabakia moja na nusu. Lakini nakuombeeni Waislamu, Qur'ani kwanza imetutaka tuwe tunazihakiki taarifa nzito zozote zile. Wanasiasa Tukianza na hawa wanasiasa, kwa maslahi yao wanasiasa kwa maslahi yao hawaoni taabu kumtukana kiongozi ili yeye apate muradi wake, na sisi, kwa sababu tumesikia kwenye redio, kwenye... nasikia vitu hivi mimi nakwambia, yule hafai, kasikia tu. Haiwezekani mwana... we, mwanamume ujue kuna vitu kama vitano vinakutazama wewe ndio maana ukaambiwa arijalu arijalu kawamuna. Sifa ya kwanza, wewe unakuwa kwa sababu wewe ni mwanamume. Sifa ya pili, Muislamu. Sifa atatu, siitaji, ya tatu sihitaji, aliwahi kuisema siku moja Sheikh Walidi, yani rasani nimeambiwa kubaki dakika moja. <laughs> Usikubali kuletewa jambo ukajitwisha kabla la kulijua kuna nini anakuja. Tu mtu anakurupuka, anakuja anakupa bahasha. Kuna kiasi gani? Milioni mbili. Sheikh ya nini? Kwa nini mimi nasi alokuwa jirani? Kwa nini So unapewa tu bahasha, unajitwisha. Inawezekana anakulainisha, anataka akutume katika mpango wa kumuua mtu, au au au au. Umakini, tuchujeni taarifa, tuziseme na tuziandike zile ambazo tuna uhakika nazo. Mtu mmoja alisema, wama min katibin illa sayafna wa yabqa dahr ma katabati yadahu fala taktub bikafika ghayra shaiin yasurruka fi lqiyamati an tarahu, hayupo mwandishi yoyote aandike anachokitaka sawa, wa habari au sisi wazee wa simu, isipokuwa ajue mwisho wa siku ataandika anachokiandika. Lakini lazima atakufa, lakini kitaendelea kusalia milele katika ulimwengu kile ambacho walikiandika. Wewe umekufa, uliandika nini? Umeacha nini? kama uliacha matusi na kashfa, umeondoka, umebakisha kashfa, watu wanaendelea kusoma. Maana yake hii, unaendelea kuvuna asasi yako. bas fala taktubika fika ghaira shaiin, usikubali kwa kutumia mkono wako kuandika isipokuwa kile ambacho yasurruka fi lqiamati an tarahu. Mwisho, nimechukua kama dakika tatu za ziada. Nilishamwambia Shekhe Kishki naweza nikapora hata nne, lakini Mwisho ni waombeni walimu zangu wazee wangu mashekhe zangu. Mwisho kuna watu wanaamini sisi tunasema haya eti kwa sababu mama Samia ni Muislamu. Tuendelee kuwa tulivyokuwa, hata akija rais Mkristo tuendelee kuipambania nchi yetu. Baba yangu Sheikh Toaha alisema hubbul watani minal iman. Tusimame hapa kwa sababu sisi nchi yetu ni amani. Sheikh Alhadi amesema, kuna watu wanatusifu na kutuchafua eti Waislamu dini yao ya ugaidi. Tuwakatalie kwa vitendo, sisi si magaidi. Uislamu ni amani, na tunapofikia kudai haki zetu tudai kwa utaratibu waliotuachia bwana mtume Muhammad. Sina maana kwamba hata tukifanyiwa jambo baya tushangilie. Aha, tudai haki kwa misingi tuliofundishwa kwenye dini yetu. MC Maalim Haruna maarufu Lipumba alisema, njia nyepesi ya kutoboa ni kuishi kwa kitabu na Sunna. hadha walikuli jawadin kabua walikuli salimin nabua. Wassalamu alaykum wa rahmatu llahi wa barakatuh.